Um, kwa majina ninaitwa Esther Morris, ni mkurugenzi wa shirika la Naweza Tena ambao makao makuu yako Mwanza. Ni shirika ambalo tunasaidia waraibu wa dawa za kulevya na dada poa, tunawasaidia kwenye nyanja tofauti, kwanza za economic empowerment, kuainua kiuchumi, lakini kuwasaidia waweze kupata tiba ili waondokane na utegemezi wa dawa za kulevya. Lakini cha tatu tunachofanya kwa sababu tunaamini moja ya changamoto kubwa ambayo wako nayo ni kipato kwao Sisi tuna mradi wa kawosh ambapo tunawaajiri waraibu wa dawa za kulevya, lakini tuna mafunzo ya kijasiriamali ambayo tunawapa ili waweze kujisaidia wao kufanya biashara ndogo ndogo waweze kupata kipato chao. Tumekuja kwenye maonyesho ambayo kitaifa inafanyika Dodoma kwenye kupinga matumizi ya dawa za kulevya duniani, ambayo kauli mbiu inasema, wekeza kwenye kinga na tiba dhidi ya dawa za kulevya. Sisi tumewekeza kwenye kinga, tunaamini mtu akipata elimu sahihi ya madhara ya matumizi ya dawa za kulevya anaweza kuwa na uoga wa kujiingiza kwenye dawa za kulevya, lakini pia kama alikuwa ameanza, ni rahisi kwake kuweza kujiepusha hivyo. Kwa hiyo sisi tunatoa elimu kwenye mashule kwenye minada kwenye masoko ama tukiitwa hata kwenye mikutano ya kisiasa, kwa sababu sisi kazi yetu ni kuelimisha jamii madhara ya dawa za kulevya. Kwa hiyo tumewekeza kwenye kinga zaidi. Napenda sana kumshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, kwa sababu pia ukiangalia sasa hivi mapambano dhidi ya dawa za kulevya yamekuwa wote ni mashahidi. Kwenye vyombo vya habari, mamlaka ya kudhibiti na kupambana dawa za kulevya inakamata dawa za kulevya kila leo, lakini haya yasingewezekana kutokana na mchango wa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Anazidi kututia moyo kwamba yupo na sisi. Imagine, kiongozi mkuu wa nchi anakuja kushirikiana na ninyi kwenye siku kama hii. Kwao tunaondoka na nguvu mpya na tunaondoka na nia mpya, tukijua mheshimiwa wetu ni msikivu na yale ambayo tumeweza kuyaongea ataenda kuyafanyia kazi, lakini bado anatuunga mkono kwenye juhudi za kuweza kupambana na dawa za kulevya. Tunaamini wadada wanaoenda kusimama barabarani wanachotafuta ni kipato. Hakuna mtu anaenda kusimama barabarani kwa sababu labda amewiwa kuwa analala na wanaume wengi kiasi hicho. Kwao tunachoomba serikali itusaidie tuweze kutatua changamoto ya ajira kwa vijana. Kwa mfano, kuna vitu vingi ambavyo tunaweza tukavifanya kwa kuwasaidia hata kukiwa kuna miradi ya kilimo, biashara ndogo ndogo, iwe mikopo maalum kwa ajili ya kundi hili, kwa sababu tunajua unyanyapaa ni mkubwa kwenye hili kundi, hasa waraibu wa dawa za kulevya na dada poa. Jamii inaona kama ni watu ambao tayari wame... kama wamelaaniwa ila sisi tuko kuwafundisha tofauti. Kabla ya kumhukumu, lazima ujue kwamba na yeye ni binadamu, na kuna changamoto zimepelekea yeye kufika pale. Ndio maana sisi tumeanza mradi wetu wa car wash, tunawaajiri wapate kipato, lakini serikali inaweza kufanya kwa ukubwa, kwa kuandaa miradi mbalimbali mbali ambayo itakuwa spesifiki au tukisema kwa lugha ya rahisi, itakuwa mahususi kwa ajili ya haya makundi ambayo yametengwa, ili waweze kupata mikopo kwa urahisi lakini kwa usimamizi wa hali ya juu ili iweze kuwakomboa na tatizo la kiuchumi. Mwisho wa siku tutapoteza dada poa barabarani na tutakuwa tuna watu ambao wanatafuta kipato kwa njia halali. Kwa dada poa yoyote ambaye yuko huku anapitia ukatili wa kijinsia au pia anawiwa kuachana na hiyo biashara, atutafute, namba zetu ni 0753 85 85 85 au sifuri sita mbili nne nane mbili mbili tisa moja nne. Tuko kwa ajili ya kusaidiana. Kwa hiyo tunaamini leo ni kwangu, kesho ni kwako, na wanasema kichaa anachekesha kama atokei kwako. Hawa ni ndugu zetu, ni wadogo zetu, tuwape fursa. Na kama hata mtu ni taasisi, ni shirika, una nafasi ambayo unaweza kuajiri mtu wa dawa za kulevya ambaye ameanza kupata matibabu au dada poa, tunaomba uwasiliane na sisi kwa sababu tayari tuko nao na tutahakikisha tunawasimamia waweze kufanya kazi kwa weledi, ili tutoe somo kwa jamii kwamba hawa watu wakipewa nafasi, wanaweza kufanya kazi.